Helo, habari. Leo nataka nikuelekeze jinsi ya kutengeneza WhatsApp channel au jinsi ya kutengeneza chaneli ya WhatsApp kwa urahisi zaidi. Ni rahisi sana, we tuende tu pamoja, angalia kwa makini. Ukiingia kwenye WhatsApp yako, unapoingia tu, bila shaka huwa ni inaonekana kama hapa Yaani, hivi hivi ndo jinsi dashboard inavyoonekana. Sasa utakuja hapa, kama unataka kutengeneza channel ya WhatsApp. Angalia huo mshale niliponyoshea hapo, bila shaka umeuona. Hebu click sehemu hiyo, au touch hapo, au gusa hapo. Yani, utagusa hapo sehemu ilioandikwa updates. Baada ya kuklik sehemu ilioandikwa updates, sasa utakuja hapo, au njoa hapa sehemu hii, inaonekana kuna channel nyingi za WhatsApp, watu wametengeneza za kwao. Hizi ndio chaneli za WhatsApp. Sasa na wewe unahitaji kutengeneza chaneli yako ya WhatsApp kama hizi za watu wengi kama hawa na wewe uanze kuposti vitu vyako mu au kuweka taarifa zako mu na watu waanze kukufollow. Utakuja hapa. Angalia hivyo vidoti vitatu. Umevyona hapo niliponyoshea mshale, bila shaka umepaona. Click hapo au gusa hapo, shagusa hapo, kuna sehemu inakuambia create channel. Ni rahisi sana, kwa utagusa sehemu niliponyoshea mshale hapo, umeona eh? na kuambia create a channel to reach unlimited followers, umeona? Kwa maana yake ukishatengeneza channel yako hapa, utakuwa na followers usiokuwa na kikomo. Na kuambia anyone can discover your channel, kwa hiyo mtu yote anaweza akaset channel yako na akaipata na akakufollow, au sio? Kwa baada hapo, utakuja sehemu iliyoandikwa continue Yaani, utaendelea hapo, sio vigumu, ni rahisi sana. Unapapaona hapa, unaambiwa uandike jina la chaneli yako hapa. Kwa sababu mimi hapa nilikuwa na kuonyesha tu jinsi ya kutengeneza chaneli, tunaweza tukaandika jina mojawapo la chaneli labda hapa kwenye channel labda tuandike Shayia TV. Baada ya kuandika sasa hapo utakuja hapa hapapo utakuja hapa kwenye simu ile create channel. Andika jina la group hapo. Kwa hiyo ukishaandika, ukisha Click sehemu laandika create chaneli, mpaka hapo tayari utatengeneza uta chaneli yako ya wasap, au sio? Na utaanza kuposti vitu vyako, baadhi ya vitu ambavyo utaseti utaweka, uta setting zako uta, baada ya hapo utaweka picha hapa sehemu ya profile utaweka profile picha ya chaneli yapo, utaweka na description ya chaneli yumo, au sio? Yaani utaandika maelezo mafupi ya chaneli yako inahusu nini. Kama chaneli yako inahusu michezo, utaandika hapa maelezo mafupi tu. Bila shaka, basi leo nilikuwa na kuelekeza njia rahisi kabisa ya kutengeneza WhatsApp channel ya kwa njia hii ambayo nimekuelekeza leo, bila shaka umejifunza. Endelea kufuatilia vipindi mbalimbali vinavyoendelea katika chaneli hii ya Shayia TV, na kutakia siku njema.